E, bwana baada ya Diamond Platnumz kuachia wimbo wake ambao unakwenda kwa jina la Down, wimbo ambao kama tulivyozungumza hapo awali kwamba ni wimbo ambao umekuja bila taarifa. E, kwa mara nyingine au kwa mara ya kwanza tunaweza kusema kwamba Diamond Platnumz ameamua ame kuachia ngoma bila kutoa taarifa, bila kupromote, bila kufanya announcement. Mm, kwa kawaida ni kwamba tumeshazoea kwamba e, wasanii wetu hapa town huaga wana hiyo tabia ya kwamba kabla hajatoa ngoma lazima atasema Eh, lazima atazungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram, lazima atawa notify mashabiki zake kwamba bwana, siku fulani, mda fulani nitaachia ngoma fulani, na nimeshirikiana na huyu labda, na vionjo vitaachiwa kama the way ambavyo Konda amefanya katika ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la kawaida kawaidani, sio kitoto. Watu wameipokea vizuri sana hii ngoma, japokuwa akutangaza kwamba ataitoa. Na tunafahamu kwamba hii ngoma bwana ni kwamba imekuja kupandishwa juu. Uh, so, which which, zaidi au vipi bwana? So back on the point. Kitu ambacho nataka tuzungumze hapa ni kwamba katika huu wimbo wa Diamond Platnumz ambao anakwenda kwa jina la La Down, humo ndani bwana kuna vionjo vya mzee wetu Kingwendu. Uh, Diamond bwana ameimba verse ya Kingwendu katika hii ngoma, jambo ambalo limefanya watu wengi sana washangae kuona kwamba Diamond bwana how come imekuwaje kuwaje, mpaka ameamua uh, kupita na mistari ya Kingwendu. Nahani utakuwa naikumbuka nyimbo ya ajatuliatulia huyu dem mapepe, moja kati ya nyimbo ambazo, lakini aliztagamaka, alikuwa tayari amsha huyo demo mapepe. Umeona bwana jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi eh? Lakini pia ukiachana na ishu ya kwamba limewafurahisha watu wengi, ni kwamba vile vile ni kwamba Diamond Platnumz bwana, amefanya watu wengi sana wapende hiki kitu ambacho amekifanya humu ndani umeelewa yaani watu pia wamependa vile vile jambo ambalo Diamond amelifanya, ameachia ngoma, alafu umondani ameimba mistari ya Kingwendu. Sasa Kingwendu mwenyewe pia amefanyiwa mahojiano, maana katika watu ambao sasa hivi hapa wanatrend ni Kingwendu. Kingwendu bwana anatrend hapa town sio kawaida, na sababu ya Kingwendu kutrend ni kwamba mistari yake imesikika katika wimbo wa Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la Down Umeona bwana eh, kwa hiyo Kingwendu sasa hivi watu wengi sana wameanza kumfuatilia, watu wanataka kum, watu wamemfanyia interview eh, ee, bwana kutokana na kwamba Diamond bwana ameimba ile hajatulia tulia, tulia huyu demu mapepe katika wimbo wake mpya ambao unakwenda kwa jina hilo la Down. Umeona bwana, kwa mujibu wa Kingwendu Kingwendu amesema kwamba eh bwana Diamond yeye haja haja mind hajakasirishwa na kitu ambacho Diamond amekifanya, lakini pia vile vile mnatakiwa mkumbuke kwamba yeye mwenyewe Kingwendu alishakuaga na ngoma ambayo alitaka kufanya na Diamond mona, lakini hiyo ngoma haijatoka. Kwa hiyo kitendo chae kuona kwamba Diamond ametumia mistari yake, wala hana shida yeyote na hilo jambo. wana bwana, eh, so hicho ndo kipande ambacho Kingwendu aliimbaga miaka hiyo, na at the end of the day, huku bwana, Simba la masimba Dangote amepita nacho na hicho katika wimbo huo mpya. So hapa nataka nikusome baadhi ya pages zilivyokuja kuripoti kuhusiana hii issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba eh, bwana, wimbo ambao Diamond alitakiwa kufanya na Kingwendu eh, Kingwendu ameuimba kidogo eh, ambao haujatoka, lakini Diamond amekuja kupita na wimbo wake wa zamani wa mapepe. Unaona? Eh? Mtu mwingine amesema bwana Kingwendu eh, kula bingo. Ngoma yake imetumika na Diamond Platinumz. Umeona bwana? Haya. Eh? Kuna page nyingine hapo wamekuja wameandika kwamba Diamond amekopi kionjo cha wimbo wa Kingwendu. Je, huu ni ubunifu? Swali hilo. Hapa kuna page hapo ameelezea ndani chini hapa ameandika kwamba usiku wa kuamkia leo msanii Diamond Platinumz eh, ame ameingia kwenye trend baada ya kuachia ngoma inayokwenda kwa jina la Down. Ukasikiliza hiyo ngoma bwana, mwanzo hadi mwisho, kuna mstari wa Diamond amekopi kutoka kwenye wimbo wa Kingwendu ambao ulipata umaarufu mkubwa sana miaka ya nyuma. Kitendo hicho kimechukua kimechukuliwa kama ubunifu na baadhi ya watu, huku wengine waki ping, waki pingana na hilo na kusema kwamba hana maarifa. Kwa upande wako wa unadhani huo ni moja kati ya ubunifu au amezingua. Haya, peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Kiukweli Kingwendu mwenyewe amedai kwamba amejisikia raha sana kuona kwamba Diamond amechukua ametumia kionjo cha wimbo wake. Kwa hiyo Kingwendu mwenyewe amefunguka wazi kwamba kusikia Diamond ameimba hajatulia tulia huyu dem mapepe ni kitu ambacho yeye mwenyewe pia kimemkosha. Nimeona mambo hayo. Eh, umeona? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Diamond kupita na hicho kionjo, Kingwendu yeye ameona Alhamdulillah jambo la heri sasa. Huku mashabiki sasa, kama unavyoelewa mashabiki, bwana wanamwandama Diamond sio kawaida e, mashabiki hawapoi, wanamwandama Diamond to the maximum, wengine wakisema kwamba Kingwendu anatakiwa akaripoti polisi, ameibiwa <laughs> mambo hayo, kwa kuna watu bwana wanasema kwamba Kingwendu aende akaripoti Kwani ameibiwa wimbo wake na Diamond. Je, kuna makubaliano? Kuna ridhaa? Eh, Diamond alimcheki Kingwendu kumwambia kwamba atatumia mashairi yake au vipi. Hayo watu wanahoji, wanataka kujua what is going on. Sasa, ukishana okay, hayo yote, nataka nikusomea hapa baadhi ya comment ambazo obviously zitakuwa negative kuhusiana na hiki kitu ambacho Diamond eh amekifanya. Kuhusiana na hii issue ya kupita na kipande ambacho Kingwendu aliimbaga miaka hiyo au vipi bwana. Kwa mtu nasema kwamba bwana, kizuri huigwa, eh, wala hajaibiwa jamani. Huyu ameigwa kutokana na kwamba alifanya kazi nzuri. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo kwamba kitendo cha Diamond Platnumz kuiga wimbo wa Kingwendu ni kazi nzuri, kwa hiyo Kingwendu hatakiwi kumaindi kwa sababu cha kwake alichokifanya miaka hiyo ni kizuri, mpaka vijana wa sasa hivi wameamua wapite nacho bwana. Hili ni jambo la kawaida sana, kwa wasanii wengi sana siku hizi huaga, wanachukua maneno kwenye nyimbo za zamani. Umeona eh? kuna mtu mwingine amekuja kuandika hivyo eh, washamalizana Ameshamalizana na mzee. Kuna mtu ameuliza hivyo kwa mdogo sasa. Kumbe bwana Mondi ana, ana mbinu za kusaidia watu Kala, za kusaidia watu. Kingwendu alikuwa ametulia zake kwa muda mrefu maskini, lakini mwamba kupita tu na hicho kipande, Kingwendu amerudi mjini. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Of course hii ni opportunity kwa upande wangu, mi naweza kuona kwamba hii ni opportunity kwa sababu Kingwendu sasa hivi siku sio nyingi, utashangaa kesho kesho kutwa anaanza kupata maubalozi. Yaani, kama unavyoelewa, wabongo wafanya biashara waga wakawiagi kutumia hizi fursa. Kwa hiyo unashangaa kesho, sio jambo la, kush la kuja kushangaa kwamba kesho kumuona Kingwendu